Mtazamaji kukutaarifu ni kwamba jopo la usaili ama uteuzi wa watu ambao walituma maombi kutaka kuhudumu katika tume ya IBC hii leo bunge lime liongezea jopo hilo siku kumi na nne zaidi kutekeleza kazi hiyo. Kwingineko ni kwamba Kenya imekariri dhamira yake ya kuimarisha uhusiano baina ya Afrika na China kuhakikisha kwamba kuna juhudi zinazoendelea za ustawi wa bara ya Afrika na unatilia maanani maslahi na watu endelevu. Akihutubia kongamano la ngazi za juu lililohudhuriwa na wawakilishi wa China na Afrika kuhusiana na maswala ya ustawi Nairobi hii leo, katibu katika wizara ya ushauri wa kigeni Daktari Korir Sing'oei amesema kwamba Kenya bado ina nia ya kutumia uzoefu wa kimaendeleo wa China kuendeleza ajenda yake ya ustawi. Wajumbe, maofisa wa serikali, wasomi na wawakilishi wa jamii ya wafanyabiashara kutoka China walikongamana jijini Nairobi leo kujadili ushirikiano unaozidi kuimarika kati ya China na bara Afrika na athari zake katika maendeleo endelevu ya bara hili. Akizungumza wakati wa kongamano hilo, katibu katika wizara ya mashauri ya nchi za kigeni Dkt. Korir Sing'oei alielezea umuhimu wa mazungumzo katika kukuza uhusiano wenye manufaa kwa afrika na China. Mhariri China uh, mkuu wa shirika la utangazaji humu nchini KBC Samuel Maina Alielezea jukumu muhimu la vyombo vya habari katika kuwafahamisha wananchi kuhusu safari ya ustawi wa kikanda. As we continue strengthening Kenya China relations in media and development, we must leverage this partnership to enhance information exchange and promote health communication that benefits millions across our nations. Balozi wa China humu nchini Gao Hian kwa upande wake alikariri kujitolea kwa China kufadhili maendeleo ya Afrika, akibainisha kwamba ustawi wafaa kuwa jumuishi na unaotilia maanani maslahi ya raia. China is ready to work together and strategic partners in safeguarding international fairness and justice. Wadau katika kongamano hili wanaelezea matumaini yao kwamba mchakato wa kuharakisha ustawi wa bara Afrika ndio sasa umeanza na kwamba utakuwa kwa manufaa ya pande zote mbili yaani Afrika na China. Nikiripotia Darubini ya Channel 1 jina langu ni Joseph Wahungu.